Hey guys, asalamu alaikum na msiri mkuma jia na karibuni sana Rukia Laltia kwa channel yangu. Katika video yetu ya leo ningependa tuende pamoja kwa Christmas market ambao iko Brussels. Hii market ya Christmas kimani ni kubwa hapa Belgium. Na pia ni miongoni ya kubwa hapa Europe. So kama mnavyoona, niko tayari katika training, ndio naelekea Brussels. Tukutane na rafiki zangu. Then tuende pamoja. Sasa twende sote pamoja kwa Christmas market. So safari yangu ya leo jamani imeanzia katikati, tayari niko katika train ndo naelekea Brussels Central, yani ni mji ni mji mkubwa. So nikifika hapo, unajua tena Brussels Central inakuwa na watu wengi. Nikifika kwenye station, yani hii ndo nje ya station, unatembea tu dakika moja tu, so kuanzia station mpaka tukielekea Christmas market inaanzia hapo. So mimi hapo na marafiki zangu tulikutana tu hapo Brussels, maana wao wanaishi karibu sana na Brussels, yani sio mbali na Brussels. Tukafika hapa kama unavyoona, kulikuwa na watu wengi. Tukiingia tu kwenye Christmas market jamani, hizo harufu vyakula za vyakula vilitupiga. Kitu cha kwanza tulifika hapa tuliona ni vyakula vya ma Ukraine, sikujua kama vyakula vya Amerika, ma Ukraine ni vizuri na vitamu jamani. Hiyo harufu yani nikasema hebu twende tukapige tu, alafu tutaregea kaja huku kwa buildings hii, inakuwa ni show, huwa it happens mchana na usiku, lakini mchana it's not yani. Kama wanavyoona, sio bright sana light, hazionyeshi kama unavyoona, yani unaona majumba, jamani, majumba ya uzunguni ma castles kwetu Afrika mimi siyaone haya makasu. Siku zunguni ndo pekee ndo naona. Tukapija tu matua hapo nikaonesha marafiki zangu maana mimi ni mwenyeji sana kuliko wao. Tukatoka hapo then tukaelekea kwa shopping center. Shopping center leo mashallah ilikuwa imerembeshwa, imengara. Utajuaje kama ni Christmas hapo? Na machokleti pia alikuwa yamekwa mpaka nje. Yaani mimi na machokleti mimi napenda. Yaani uzunguni huko ni raha uje utembee ukiwa una, una pesa zako alafu uregeza kwa Afrika. Lakini kukaa amini yani, huko ya, sijakukubali kwa sababu ya baridi peke yake, okay? Ubaya za hizi nchi ambazo ziko zi na baridi, unatembea kidogo tu ghafla unasikia, unasikia njaa. Tukarudi kule kule kwa Ukraine maana ya kile chakula na ile harufu ilitupija. Kaambia mashosti zangu hebu turegeni kule, maana we sivyo ninavyosikia njaa, yani sio mimi peke yangu jamani, sote tulikuwa tunasikia njaa. Tukafika hapo vyakula vya ma Ukraine vile kwa vinanukia yani, walikuwa na a bit of everything unajua. Siku kama hizi za market vyakula vinakuwa ni ghali, huwa wanapandisha. Lakini mashosti zao chakula chao kilikuwa kitamu, so tukaoda vyakula tofauti ili tuweze kujaribu kila aina ya chakula kama unavyoona hapo, kama unavyoona bilikia hapo, nikapiga bismillah yangu, nikaanza na jikuku jikuku lilikuwa limekolea laini lilikuwa tamu, mashallah mashallah. Alafu hapo nikala viazi, viazi walikuwa mivi. wamevichoma kama nafikiri kwenye, kwenye oven mashallah, wakati tu na spices. kiasi viazi vilikuwa kiasi, vilikuwa vichereme. Yani vigumu vigumu, lakini mashallah, kulikuwa na vingine vilikuwa ni vitamu. Mwisho hapo kulikuwa na uoga, izi, uyoga hizi mushrooms. Yani mushrooms, nimekula mushrooms lakini hii mushrooms sijui wameipika vipi, yani mpaka nijue recipe, maana hizi mushroom nilikula zilikuwa tamu. Hapo sasa angalau hapo tukashikilia shikilia kidogo, tukaendelea na mwendo hapo, yani kidogo tumepata energy, mpaka unatuona hapo pia tunaanza kucheka cheka so sasa unajua hizi Christmas market tukuzunguni wanakuwa wanauza vitu tofauti, wanauza kama manguo, vitu vya baridi, hizi vitu ambazo wanavozit, wanavozitengeza na mkono yani vitu kama hivi, uwas, ni nadra kuvipata kwenye maduka. So, wanakuja special kama hizi event ndio wapate kuziuza, lakini pia focus yao, pia wana focus mambo ya vyakula, mambo ya sukari, sukari. Ndio maana unakuta watu wa Afrika, kija huku uzunguni, watu wanajinipea kwa sababu ya hivi vyakula, vyakula vimejazwa masukari mama, mafuta. Hasa hizi jamani, ukiwa na pesa napesa yaani utafilisike, ni heri uwe nazo kidogo, yani ile temptation, vitu ambavyo nikisikia harufu ya chakula hicho, chakula ni kizuri. Nikaambia marafiki zangu kwa hii harufu, mikate ya maji, ya kila aina, ya, kila, aina. Yani, tofauti, different types of feelings. Mimi hapo Rukia kama anavyona mwenye alikuwa anajishebedua na kula. Jamani, ndio maana mmeniona, this time mmeniona nimenenepa. Maana Rukia mimi ah, wakati mambo nakula ni ah, niache mimi nikiwa na stressi sinenepi, lakini ikiwa sina stressi, ndo ntaninepa yaani, hapo tukaenjoyi mikati yetu ya maji hapo, tukamaliza, then tukarejea tena pale pale kwa ile show ambayo niliwaambia mara kwanza, ile majumba. Tukaja hapa tukafanya hii show, tukaangalia kidogo hapa, kama unavyoona saizi ni usiku, it's more clear, uona pija kama show hapo, kama wanavyoona kama like 50 minutes. Tena show ya leo ilikuwa very yani, kwa sababu tumekuja weekdays hawakuifanya ile special kawaida. kuna kama ma special things ambazo zinashuka yani kama mabad hivi mabaloons nakwambia, yani eh, hmm, wazungu na Christmas, acheni tu tikiendelea kutembea tembea, nikawapeleka yani hapa kwa Manneken Pis, yani hii ni kama attraction hapa Belgium. Then nikawapeleka pale ambapo kunauzwa maskari. Maskari yani Rukia kwa maskari. Rukia nataka kutuonyesha, naambia naonesha vipi ambapo uzunguni watu wanapenda makula kula. Ah, tushakula mikate ya maji, tutakitena mawafo. Sikambia hakuna neno. Sikaza kutembea naonesha vitu ambapo viko Belgium hapa. The special things wanapenda kuuza uza. Kama wanavyoona Rukia mimi ndo nimechukua, nimechukua lead maana mimi ni kitatangi. Yani mimi napenda kwenda, si baridi, si sama. Kidogo time baridi huwa utanikuta niko ndani, lakini ikiwa niko na watu wa kutoka nao, shosi mimi nalo, twende nalo. Then tukafika kwa hii mashini. Hii mashini ni mashini ya kujua kama umelewa yani, mashallah wamefanya vitu vizuri ndio watu wasipate maajali. So una blow hapo, rafiki yangu anambia Rukia, mimi nitaka kujaribu. Of course hatuja kunywa sisi hatunywi. Kanambia hebu nijaribu kama itasemaje. Ikasema hapo ikamwambia era. Kanambia wewe uja kunywa ndio maana haionyeshi seafood tukachukua hizo maweza, tuka ma kweza tukachukua makamba na mikate, ni different types of seafood. Mashallah, seafood mashallah, zilikuwa zimekolea vizuri ndimu, alafu akatupatia tena extra ndimu, yani tulikula yani tulioda mara mbili vyakula vilikuwa vitamu yani mashallah. With Belgians si, siwasifu lakini Belgian foods mashallah they know how to cook European. I've never felt disappointed with Belgian or with Netherlands or France. Nchi zingine siwezi kuambia, lakini hizi nchi tatu ambazo wanapenda kwenda sana mashallah vyakula vyao ni vitamu <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> hawa Kenya wanalalamika na baridi imagine mwone huyu anatetemeka na baridi, baridi baridi, wapi? Hakuna baridi. Wakenya wanalalamika, wamezoea kwao kuna joto <laughs> na baridi hii nikamalizia na soda yangu na Fanta. Rafiki yetu hapa mmoja akasema, jamani, na baridi hii nyinyi wataakuniwa, nyinyi kunywe nini peke yangu, naambia mimi siwezi mpaka ninywe na kitu niweze kushikishia vyakula ambavyo nimekunywa. Then lastly tukaenda kwa hii museum hapo, we didn't know kama ilikuwa itakuwa open, but mashallah, the building was so so beautiful. I'm not yani, mimi wasifani museum lakini e building oh my god niliipenda really, really, really sana. Tukamalizia kutoka hapo kwenye museum then tukaelekea zetu nyumbani, yani hii ndo, yani tunaelekea katika station ya Brussels. Na I hope jamani, mmeipenda hii vlog. Ikiwa mmeipenda hii vlog ya Brussels Market, msisahau ku like na kushare, na ikiwa ni mgeni please usisahau ku subscribe. Na asanteni sana na kwaherini, bye-bye.